lakini la pili ni kuonyesha fursa za uwekezaji wa ndani. Tunazo fursa nyingi, lakini nyingi hizi, nikiongea na wawekezaji wa ndani unakuta wenzetu kutoka nje wanazijua kuliko watu wetu. Kwa watu wajue fursa, wajue mazingira. Na napenda sana teli wanatoa mfano mzuri kwamba kuna wenzetu kutoka nje wamekuja, wamefungua hoteli hapa, wakatumia hizo fursa, wameingiza vitu kwa, kama simu naita mafanicha manini huko ndani na import duty hapo bandarini, lakini watu wetu amejenga hoteli kwa hela yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kumbe angepata angepata exemption, angeanza kujenga hoteli kubwa zaidi. Kwa hiyo tunataka hizi fursa wasione, lakini pia wapate eh, faida ambazo wanaweza kuzipata hizo, wanaita vivutio, wavione, kwa sababu wenzetu wa nje kabla ajaja hapa anakuwa amestudy mazingira vizuri, akija hapa anafahamu incentive zote, wakati wetu wapo hapa, hawajui nataka hao wenzetu TISEZA wazunguke nchi nzima wafanye hiyo kazi ya kutoa elimu, kuonyesha fursa ni hizi hapa vivutio ni hivi hapa, ili waweze ku eh, waweze watu wetu wazielewe wazi. Nadhani utakuwa ni muhimu sana na mwisho kabisa, kwa kufanya hivyo tunaamini tutakuwa tumewajengea Watanzania confidence ya kuweza kuchukua hatua za kuweza kuwekeza na kuwa sehemu ya biashara Tanzania na sio tuseme, kutafuta ajira lakini wao wenyewe Eh, kujiajiri na kutengeneza ajira eh, kwa watu wengine. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tulisimamie eh, liweze kufanyika na linaanza uh, mara moja. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu zangu eh, lakini pia kuna fursa ya kuunganisha wawekezaji wa Tanzania na wa nje, na kuna sheria zetu baadhi zimeweka masharti kwamba investment hapa huwezi kuweka bila kuwa na ushirika na Mtanzania. Sasa bahati mbaya sana wenzetu wa nje hawa wajanja sana. Wakija hapa wanakutana na hiyo sheria, wanachofanya wanamtafuta mswahili, wanamwambia njoo hapa, anajifanya na mwandika hapo kwamba ana share 30 anampa milioni mbili, anakubali kuweka jina lake, hana share yote. Ukienda kusoma kuna jina la Mtanzania anamiliki asilimia 30 lakini ukweli ni kwamba kapewa kama milioni mbili, katulia, amefurahi kabisa. Hii nayo inatusumbua. Tumeweka mashaiti huko, watu wafungue maduka yote yamilikiwe na angalau asilimia tisini na tano. Hai, akija mgeni anazunguka anamfuata mswahili unakuta jina la mswahili, lakini actually anayemiliki mswahili, ni yule yule. Mtazana kapewa kama milioni moja, milioni mbili amekubali. Kwa hiyo sisi kama serikali tunapambana kweli kuhakikisha kwamba watu wetu wanamiliki uchumi wa nchi yao, lakini hapo, hapo, baadhi ya nani ujanja unaingia tena. Sasa mtusaidiane, tuwe serious na haya mambo tuache mambo ya, ya ujanja ujanja huu hapana. Tumesema ua nael upate chochote kampuni, ungekuwa mmiliki eh, eh, wa uchumi wa nchi yetu na ungekuwa shareholder kwenye kampuni. Kwa hii tumeigundua eh, ni changamoto wataalimtu mettana hali sisio kidogo ni changamoto hii, na tuombe tu Watanzania watupe ushirikiano kwenye hili.